E bana, mwimbaji wa singeli anaye trendi kwenye vyombo vya habari na mitandaoni mtandao wa kijamii, basi hapa namzungumzia Dogo Paten ebana, e ameweza kueleza kwamba ni baraka za Mwenyezi Mungu tu e, kupata mapokezi makubwa e, na mashabiki wengi sana kuweza kumfuatilia saa hivi ni baraka za Mwenyezi Mungu. Dogo Paten yeye ameweza kueleza kwamba anamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa mapokezi makubwa ambayo ameweza kuyapata, kwamba ni jambo la kumshukuru Mungu. Sio kila mtu anapokelewa kama vile ambavyo yeye ameweza kupokelewa na kila mtu anatamani apokelewe kama nilivyopokelewa mimi, lakini ni baraka za Mwenyezi Mungu. Aliyesema maneno haya Dogo Paten. Mkali huyo wa ngoma kama vile Afande pia ameweza kutoa ahadi kwa mashabiki wake ya kwamba hatoangusha, na ata anaamini kabisa katika uwezo wake ambao yuko nao. E, na mnukuu kwa maneno ambayo e, Dogo Paten aliweza kuyasema kwamba, na waahidi mashabiki sitowaangusha, kwa sababu wameniamini mimi nitawaaminisha e, katika uwezo wangu. Alisema maneno haya Dogo Paten. Aidha e, bana mkali huyo anajiwekea historia yake katika safari ya muziki baada ya kuweza kuperform kwenye jukwaa moja eh, na eh, mwanamuziki kutoka pale WCB Zuchu, kwenye eh, siku ya Samia Selengeti Music Festival mwaka 2025 ilikuwa imefanyika eh, pale April eh, 26 katika viwanja vya Tanganyika Packers eh, kawe eh, bana jijini Dar es Salaam. Kwa kweli kama mdau wa burudani uko na mtazamo gani? Make sure tukomba, drop comment yako kwenye uwanja comment. Mimi naitwa Askofu Mseron Thiswa ni Mtanzania arisi ngozi fulani vinyeusi